Maandalizi yetu kama unavyo yaona yamekamilika, tunaelekea mashineni. Hapa tunaandaa unga wa lishe. Unga wetu wa lishe wa leo una mchanganyiko wa mahindi, mtama, mbegu za maboga ngano na ufuta. Huu hapa una mchanganyiko mahindi, mchele, mbegu za maboga, ulezi na soya. Kwa mbali, karibuni sana, hatua kwa hatua unga uko tayari. Sasa weka oda yako, tuambie uko wapi, tukuletee unga bora. Unga bora, unga bora wa lishe. Unga wetu upo aina mbili, tuna unga wenye mchanganyiko wa mahindi, mchele ulezi mbegu za maboga, ufuta na soya. Lakini tuna unga ambao una mchanganyiko wa mahindi, mtama, mbegu za maboga na ufuta. Pia tunatengeneza unga special, tunampa mteja achague anahitaji unga wa aina gani. Karibu tukuhudumie. Tembelea pia ukurasa wetu wa Instagram Lucsmart underscore Cheki hiyo peanuts. hii kitu imenyoka hii. Ni pure karanga imekangwa, alafu imesagwa. Unaweza kuitumia kama mbadala wa mafuta, unaweza kuitumia kama blue band kwenye mkate, lakini pia unaweza ukaongeza ladha kwenye uji wako wa lishe unaokunywa. Karibu tukuhudumie. Lucsmart food product ni wataalamu kabisa, tumekuandalia hii kitu utaenjoy. Asante.